Shekhe wa chemba naye kawa na uzuri kwa shekhe wa mkoa. Shekhe wa mkoa akamubishia shekhe wa wilaya Kondoa aja ili awakilishe salamu zake na ujumbe wake, hilo la kwanza. La pili, pamoja kuwa waislamu ndugu zao ni Waislamu shekhe Amadivu, shekhe mimi sio katibu

kwetu nimekuja na jopu la usindikizaji na watu saba nikiwa mimi maa, maa. Sasa jingine aa tuliomba radhi chehatulah mkoa sisi sisi atukuthulaya kwa hiyo, kwa sababu tumekuja bila nyiko na taarifa tunaa raiwa aa rai kwahiloaame baiaakaa kwa hilo. Maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa. Kwa hiyo yeah. Baada ya hapo nisije nikarudia, nafasi muda ni mdogo, nimesema nimekuja na watu saba kumfuata shehe ni taratibu za kweli na kweli. Sasa ni wafahamisha, nimefuatana no, okay. baraza la mashaikh kata, angalau wasimame saii, msimame tafadhali, kuona wa no, ato kidole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimefuatana Sa na mjumbe ni wa kata ambaye ni mzee huyu hapo nimefuatana na dereva mjumbe wa kamati ya msikiti , lakini huku ni dereva wa wa rahmatullahi wa barakatuh, kama mwenyekiti alioeleza mimi ni dreva wa shehe wa wilaya kwa upande mwingine, ni mwana ni mwanawe, na upande wa uongozi ni mjumbe wa msikiti anapaswali shehe, wa rahmatullahi wa wa barakatuh, na mshauri kama wilaya. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Inshaallah Allah, kingine ambacho kama atakukumbusha kuna wageni wengi sana walikuwa wanataka kuhudhuria kwenye hafla hii ambapo kwamba ni Sheikh Mkoa wa Dodoma na Sheikh Uthman wa Mitati na Sherifu Muhammad Badawi na Sherifu Maso, ambao kwamba walikotaka kuhudhuria kwenye hadhara hii, walikuwa wanatamani sana kuhudhuria, lakini udhuru ndo imewapata hiyo sihudhurie kwenye hadhara hii. Na Sherifu Muhammad Badawi alizungumza naye, alisema jambo likianza atupilie Fatiha, lakini sasa hivi